Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. E, kwa majina ni Ashton Sifuna Wamalwa e, tunataka tusome kitabu mahali hapa, sisi huwa tunasema sana, na pia tunawahitaji, na tunaelekezana pia. Eh, neno neno, Yesu alipokuwa anaenda alisema ya kwamba tueneze injili ehe. Na hata pia wewe ambao unatutazama huko na uwezo kukuja mm -hmm, pale kwa comment. Oh, uendelee kueneza injili, uendelee kunifunza hata pia mimi Alleluia. Mtumishi wa Mungu, soma Isaya 22 mstari wa 22. Bwana mm -hmm. akasema mm -hmm. na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake ehe mwake. Mwake. Yeye, yeye atafungua, lakini hapana atakayefunga, na ata funga na hapana atakayefungua. Bwana Yesu asifiwe, tumepewa uwezo na nguvu mm -hmm. na tukapewa ufunguo mm -hmm. wa kufungua kwenye haya maisha vitu vyetu. Oh, haleluya. lakini huwa hatutumii. hey. Bwana akasema amekupa wewe ufunguo. hey. wewe ndiye Daudi ambaye nasungumza siku ya leo hey, hey. inaweza kuwa umeomba sana kupata ndoa mm -hmm. na hukuwa unajua uko na ufunguo wa kufungua hiyo ndoa mm -hmm. siku ya leo siuanze tu kufungua useme Bwana oh, kama ulinipa uwezo na ukaweka ufunguo juu yangu mm -hmm. leo nafungua ndoa kwa jina la

Unapata huu ujumbe wewe ndiye Daudi. mm -hmm. kama umekwama kwa kazi Alleluia. anza kufungua kazi yako, anza kufungua biashara yako na unainene, unasema Bwana, ulisema ya kwamba nitakapofungua hakuna wa kufunga. Na tunaanza sasa kufunga roho zote za kiza, roho za kuokozesha amani. Anza kunena, ukifunga sasa, ukisema Bwana, mimi ninafunga makonjo, hayatatachwa tena kwa maisha yangu, makonjo hayatatachwa tena kwa watoto wangu. mm -hmm. vita haitatokea tena kwa ndoa yangu, sitakosa amani, anza kwa sababu umepewa uwezo wa kufunga na yeyote akose kufungua. We ukifunga, hapana yeyote atakaye kuja kufungua, na we ukifungua, hapana yeyote ambaye atakuja kufunga. Leo si ufungue baraka zako. Umepewa uwezo wa kufungua maisha yako lakini wewe haukuwa unajua. mm -hmm. Haya si ya kutafuta Ashton akufungulie, kwa sababu Ashton si Daudi peke yake, na hata wewe ambaye unasikia ni Daudi. Bwana aliweka ufunguo wa maisha yako kwako. Anza kufungua na kujinenea kwa jina la Yesu. Unajua kuna maisha ya mtu sahii anahangaika kuna ndoa ya mtu sasa inaangaika. Kuna kazi ya mtu sasa inaangaika, kwa maana hajui kwamba yeye ndiye anaye ufunguo ambao unaweza funga na kufungua pia. Kuanzia siku ya leo sasa unaanza kuyatabiria ukifunga, maisha yangu ni ya kusimama misingi mizuri, maisha yangu ni mazuri, ndoa yangu itasimama kwa mwamba usiyotingizika, sitakuwa na achwa, sitakuwa si na achika, sitakuwa na fukuzwa kazi, nitakuwa ni na maisha mazuri, nitakuwa ni na family familia iliyosimama kwa msingi wa Bwana, na Mungu atashuka na atakufungulia kila ambacho ukatakihitaji kwa maana unafungua ya kufunga maisha. Ambayo umeishi ya kuteseka, siku ya leo ni ya kutoka nje. Maisha ambayo umeishi ya kuhangaika, siku ya leo ni ya kuinuka tena. Maisha yaliyo kufa yako, siku ya leo inachipuka tena, kwa kuwa wewe ndio ulikuwa unafungua. Anza kunena tu mahali uliko kwamba maisha yangu yanainuka, ndoa yangu inasimama, sitaangaika tena, sitaachika tena, sitaachwa tena, nitasimama, nitakaa katika ndoa, nitakaa katika kazi, nitainuka tena, familia yangu itakuwa ya nguvu. Mungu ataweza kukubariki na kukuinua kwa maana wewe ndio unafunguo yakufunga na kufungua. siku Siku ya ya leo unainuka, siku ya leo unachipuka, maji yaliyokuwa yameisha, siku ya ya leo visima vinafufuka tena, maji ya uzima ya mfufuka tena, baraka zinaanza kumiminika, kwa maana umetabiria maisha yako kwa mbani ya baraka. Haleluya! Tito mbili kumi na moja. Ashton Sifuna Wamalwa, barikiwe sana.